Je, unatafuta shule bora kwa ajili ya mwanao na inayoweza kumwandaa kukabiliana na maisha ya kila siku? Uongozi wa Wunderkind Academy tunawatangazia nafasi za masomo kwa watoto wa chekechea hadi darasa la saba. Wunderkind Academy ni shule inayotoa elimu ya darasani na nje ya darasani, yaani kukuza na kutambua kipaji cha mwanao kwa manufaa yake ya baadaye. Tunapokea umri wa watoto wadogo kuanzia ya miaka miwili na ikea hadi darasa la saba. Shule zetu zote zimesajiliwa na zinatumia lugha ya Kiingereza kufundishia. Pia watoto wanajifunza lugha Kichina, Kifaransa na Kirusi. Shule ina masomo mbalimbali ya kugundua na kukuza vipaji vya watoto kama vile muziki, uimbaji na kupiga vyombo vya muziki, kompyuta na programming, uchoraji na ushonaji, ujenzi na ufundi mbalimbali, mpira wa miguu na michezo mbalimbali. Shule ina mazingira mazuri ya kujifunzia. Ina walimu na wataluma mbalimbali waliobobea katika fani mbalimbali ikiwemo ufundishaji na kutoa elimu bora darasani na nje ya darasa, kijamii, kiroho, kisaikolojia kwa mwanao. Mlete mwanao kwetu apate elimu pia ya mapishi, mastery skills, engineering, public speaking na zaidi ili kumwandaa kukabiliana na mazingira ya kila siku kimaisha. Ada zetu ni nafuu sana, na unaweza kulipa kwa awamu nne. Shule zetu zinapatikana Mwanza Kishiri, Bushitu na Nyasaka senta ya barabara ya mawe. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia 0749281607 au sifuri sita, ishirini, hamsini na nane, kumi na sita, zero saba. Nyote mna karibishwa.